Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaitazama miujiza aliyoifanya Yesu Kristo. Basi endelea kufuatilia, tunakaribia kuimaliza, imebaki michache, lakini endelea kufurahia kipindi hiki, maana kitakuwa baraka mno kwako. Na leo tunaangalia muujiza mwingine aliyofanya Yesu. Injili ya Mathayo sura ya 27. Injili ya Mathayo sura ya 27. Kuanzia mstari wa 49. Wale wengine wakasema, acha na tuone kama Elia atakuja kumwokoa na Yesu akiisha kupaza sauti toka, na Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu akaitoa roho yake, na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, amen. Hapa tunakutana na muujiza mwingine aliyomfanya Yesu mara tu baada ya kifo chake Biblia inasema pazia la hekalu lilipasuka kutoka juu mpaka chini. Hii yote ni muujiza aliyoifanya Yesu hata akiwa kufani, lakini bado alionyesha uwezo wake na mamlaka yake na utendaji nguvu zake, na ya kwamba anafanya jambo la kuwashangaza wote yaani kwamba kazi yake ilikuja kuwaruhusu kuwapa watu uhuru wa kuabudu, tofauti na zamani. Walikuwa wakiabudu kwa kutengwa, makuhani upande wao, watu wengine upande wao, lakini sasa hapa pazia la hekalu liliyokuwa likiwazuia lilipasuka. Maana yake Yesu aliruhusu sasa watu wamwabudu Mungu kwa uhuru wafike mpaka madhabahuni wakutane na Mungu wao. E, kwa hiyo hapa tunaona kwamba kupasuka kwa hekalu kwa pazia la hekalu, basi inamaanisha Yesu aliruhusu watu wa mwabudu sasa kwa uhuru, sio kwa masharti wala kwa vizuizi tena. Mungu wa mbinguni atusaidie. Unaruhusiwa sasa kwenda kanisani moja kwa moja, wewe mwenyewe hata madhabahuni wewe mwenyewe moja kwa moja kwenda kumwomba Mungu na kukutana na Mungu uso kwa uso, na ni mataratibu za makanisa mengi kwamba watu huitwa madhabahuni kwenda kuombewa ama kwenda kutoa sadaka, lakini zamani zile mambo yote yalikuwa naishia huku nyuma ya kanisa, lakini sasa watu wanaruhusiwa kufika moja, moja kwa moja madhabahuni. Kwa hiyo Yesu kifo chake alileta uhuru wa kuabudu, uhuru wa kumfikia yeye moja kwa moja bila kupitia kwa makuhani. Mungu wa mbinguni akubariki, akusaidie. Nenda moja kwa moja kwa Yesu, mweleze shida zako, sipitie kwa mchungaji, sipitie kwa nabii wala kwa mtume. Hawa wapo kukusaidia, hawa wapo kukusaidia, tupo kukusaidia lakini wewe mwenyewe unaweza kunyooka moja kwa moja mpaka kwa Yesu na ukamweleza shida zako, maana mlango umefunguliwa, pazia limeondolewa, kizuizi kimehamishwa, kimeharibiwa, kimeondolewa. Nenda moja kwa moja, kutana na uso wa Yesu. Yesu atashindika na maisha yako kama unavyotaka. Utakie kila laheri tani, tena kipindi kingine kijacho. Kwa jina la utatu Mungu Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu ubarikiwe sana. Amen.